Maafisa usafirishaji wa usafirishaji, wauguzi wa afya ngazi ya kata pamoja na wamachinga jijini Dar es Salaam wameunga mkono kwa vitendo utolewaji wa elimu ya mpiga kura ili kuongeza uelewa na hamasa ya wananchi kushiriki katika mchakato huo wa kikatiba wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu kuelekea siku ya kupiga kura Oktoba 29 mwaka 2025. Wakizungumza wakati wa kutoa elimu hiyo katika soko la mama na baba lishe Kisutu jijini Dar es Salaam wamewataka wananchi kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura kumchagua kiongozi ambaye atawaletea maendeleo wa Tanzania. Tunaona amani tuliyokuwa nayo. Sisi maafisa usafirishaji, shughuli zetu kwa asilimia kubwa sana zinahitaji amani, zinahitaji utulivu. Ili tuweze kumsafirisha mtu kutoka eneo fulani kwenda eneo lingine, ni lazima amani iwepo, ni lazima utulivu uwepo, lakini vilevile kwa kupitia uchaguzi uliokwisha kwa sababu nchi yetu tunaishi ni nchi ambayo inaongozwa na demokrasia, si nchi ambayo inaongozwa na masuala ya kifalme au masuala ya kidikteta. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni takwa la kisheria kila ifikapo miaka mitano watu tuingie kwa ajili ya kwenda kuchagua viongozi ambao tunawahitaji, wa viongozi wanadi wa wa sera zao, ili wananchi sisi tusikilize alafu mwisho wa siku twende tukafanya maamuzi kwenye sanduku. Hiyo ndio desturi na huo ndio taratibu na hiyo ndio sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi, sisi kama maafisa usafirishaji kwa kuona umuhimu wa kwenda kupiga kura, kujitokeza kwenda kupiga kura, tumeamua kujitoa pasipo kushawishiwa na mtu yeyote wala kurubuniwa na mtu yeyote, kuhakikisha tunawafikia ndugu zetu ili kwenda kuwakumbusha namna ili kwenda kuwakumbusha ifikapo tarehe ishirini na tisa kujitokeza kupiga kura. Kwa niaba ya wahudumu wa afya ngazi ya jamii, tumeamua kujitolea bila kulazimishwa na mtu yoyote, kwa ajili ya kuhamasisha wananchi ili waweze kujitokeza kupiga kura. Kwa sababu gani tunawahamasisha? Watakapojitokeza kupiga kura ndiko kutakaposababisha kupata kiongozi bora, ndipo tutakapopata maendeleo bora, ndipo tutakapopata elimu na afya bora. Kwa hiyo hata sisi wahudumu wa afya ngazi ya jamii tutapata urahisi wa kuwafikia au kuifikia jamii kwa ajili ya kuihamasisha kuyuham, mambo ya afya. Kama kuna amani, kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo sasa, tunawasisitiza sana sana sana wananchi waweze kujitokeza. Kwa hiyo tunapopita nyumba kwa nyumba, kwenye mikusanyiko au kwenye sherehe na vitu vingine vyenye mikusanyiko, tunawahamasisha waende wakapige kura, kwa sababu kura ni haki yako apige kura e, mwananchi nenda kapige kura ili tuweze kupata kiongozi bora na sahihi ambaye wewe utakayemchagua na yeye atakayechaguliwa, basi atakuwa ni kiongozi aliyochaguliwa wa na wananchi na si wa kuteuliwa. Kuna udanganyifu mkubwa ambao unaendelea katika mitandao wa marafiki na watu wengine wengine. Kwa hiyo sasa hivi vitu vimepelekea hata sisi kama viongozi tumeona kwa sababu tuna watu ambao tunaongoza, wengine wako vizuri, wengine wako vizuri. Sasa ipo haja kufika kuwaambia ukweli kwa vile vitu ambayo vinaendelea tunaamini, hayo yanazungumzwa ni propaganda tu, kwa sababu tunaamini serikali ambayo ilivyo madarakani, vitu ambavyo vinafanya upande wetu sisi kama wafanyabiashara, tunaona miundombinu iko vizuri, tunajengea masoko vizuri, tunapata mikopo vizuri. Kwa hiyo sasa, hatuwezi kutoka katika yaani, takwa la kikatiba au la kisheria kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa mwezi me, me, wa kumi elfu mbili na ishirini na tano Hii ipo kila baada ya miaka mitano. Kwa hiyo sisi kama wamachinga na wenzetu hawa tuvojiunga, lazima twende tukapige kura, na hapo tukuanzia. Tukitoka hapa, tupo katika jimbo zima la Ilala, tutazungumza tutazungumza maeneo yote, tutatoka tuenda Kisutu, tutakwenda feri na masoko mengine ya karibu katika maeneo. Pia upande wa usafirishaji watafanya hivo. Kwa hiyo lengo kubwa ni kwamba tunapenda tunatoa elimu kwa wenzetu ambao tunaongoza namna gani wa kulinda amani tuliokuwa nayo, kwa sababu amani ni kitu kigumu sana kukitengeneza pale vinapotowika. Kwa sasa tuko nayo amani, inaweza kuona kama kitu rahisi sana, lakini wazee wetu wacha pambana huko nyuma kujikomboa katika utumwa na kuweza kufikia mazingira amba ambayo tunaona sasa. Wapo watu ambao wanataka kumtoa katika hili, tuingia katika vitu ambavyo si tamaduni wetu kwa hiyo hao wenye tamaduni hizo tamaduni zao huko, sisi hatuko hivyo na hatutaandamana, hatutafanya chochote, na tutatoa hizo elimu kwa wenzetu wasithubutu, wafanya biashara, bodaboda, watu wengine, wasiingie katika mkumbo ambao kwetu sisi hauna faida. Utakuwa ni hapa ni upande upa wetu.